Huenda kile ambacho alikifanya msanii wa muziki kutokea nchini Kenya Otile Brown kudai ya kuwa kwa Afrika Mashariki hakuna msanii yoyote wa kimataifa, lakini pia kurushiana jabs na msanii aliyekuwa kwenye kundi la Sauti Sol, Bien, kuhusiana na hilo swala, lakini pia atakupondana kimuziki na mengine ambayo yalichukua nafasi, liliwagusa karibu members wote wa Sauti Sol. Sasa mmoja ya wasanii kutokea katika bendi hiyo, Savara, amedai ya kuwa Otile Brown ndiye msanii kutokea Afrika Mashariki ambaye anabebwa yani, yupo overrated. Kama anaonyesha kuwa ni msanii mkubwa lakini hadhi hiyo haistahili hata kidogo. Savara aliyasema haya kupitia interview na The Stephanie Nganga Show ambapo aliulizwa je, kwa hapa Afrika Mashariki amekwisha kufanya kazi na wasanii mbalimbali, amtaje msanii ambaye anamuona ni overrated, na kusita moja kwa moja bila kufikiri kwa muda mrefu akamtaja Otile Brown. Licho kuwa hakuzungumza ama kutolea ufafanuzi ni kwa nini amemtaja msanii huyo kama Overrated yani, msanii ambaye anaonekana kuwa mkubwa maana hadhi ya juu lakini hastahili hata kidogo. Sasa kipande hiki cha video kimeweza kuchukua nafasi pakubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye vyanzo mbalimbali vya kihabari, na imemfikia pia msanii Otile Brown ambaye hajamchukua muda mrefu sana kureact kwenye insta story yake, baada ya kushare kipande hiki ambacho Savara anasikika akisema kwamba Otile Brown yani yeye ni overrated, na kisha tukuandika hii inashangaza sana sasa. Kama mimi sio tishio kwenu, kwa nini bado mnaendelea kunidis ama kunisema vibaya? Nimependa hili. Kisha kamtaja Savara moja kwa moja kwenye caption usika va insta story. So huenda hii ikawa ni vita nyingine kumhusisha msanii huyo ambaye tunafahamu ukiwazungumzia wasanii wachache ambao wamekuwa na mafanikio makubwa pande wa muziki kwa 254 nchini Kenya, Otile Brown yupo hapo lakini kwa mtazamo wake umekuwa ni mwingine kabisa, na utakumbuka Tabian pia aliyekusema msanii huyu ana flow moja muziki. Kuna baadhi ya mambo anapaswa kuyafanya kazi ili tu muziki wake uzidi kufanya makubwa kwenye taifa la Kenya, na hata nje ya taifa hilo. Sikia hiki ambacho Savara na anakisema hapa, na ushushe comment yako. hii hapa ni SNS Management, man at the next one <coughs>